Kwa mwaka wa fedha wa 26/27 halmashauri ya jiji la Mwanza inatarajia kukusanya na kutumia jumla ya shilingi bilioni 143 bilioni 34843524 kwa ajili ya kutekeleza majukumu mbalimbali ikiwemo miradi ya maendeleo. Mchangamoo wa fedha zote zinazokadiriwa kupokelewa na kutumika, mishahara bilioni 92999 na 89,300 matumizi ya kawaida OC si, bilioni 1596542 15. C si, waisani wadau maendeleo ya jamii bilioni 17 milioni 763515 elfu bila cent na nne. Ni mapato ya vyanzo vya ndani ya halmashauri ambayo imekasimiwa kuwa shilingi bilioni 30 milioni 675697224, jumla kuu ni bilioni 143 milioni 34 laki 843, 524. Halmashauri ya Jiji la Mwanza kwa mwaka wa fedha 26-27 imedhamiria kutekeleza majukumu yake kwa kuweka kwa mwaka vipaumbele 26-27. E, tumepeleka makisio ya bajeti ya takribani milioni 6 na ambayo tunategemea kama itapitishwa basi tunafanya kazi za matengenezo ya barabara kutengeneza barabara za lami takriban kilomita 2 kwa kutumia fedha za mfuko wa barabara, lakini tutatengeneza barabara za zege kilomita moja nukta tisa, tutatengeneza barabara za mawe kilomita 2 na madaraja madaraja madogo madogo haya, lakini pamoja na kazi za kuhakikisha kwamba taro inakuwa inapitisha maji kama ilivyokusudiwa ili il, il, il, kazi zetu za usafiri na usafirishaji ziweze kufanyika kwa ufanisi upitishaji. <coughs> Wa bajeti hii ni mwanzo wa utekelezaji wa majukumu mapya ya baraza hili ambalo punde mwaka jana, mwaka jana mwishoni ili liweza kuapishwa. Niwaahidi waheshimiwa madiwani mimi nitakuwa mmoja ya mtu ambao mtendelea kunituma kwa kuhakikisha kwamba yote ambayo tumeyapanga katika bajeti hii yanaendelea kutekelezwa katika maeneo yetu, kuhakikisha kwamba yote ambayo tumeyapanga katika bajeti hii yanaendelea kutekelezwa katika maeneo yetu. Ni shauku kubwa ambayo sisi tunawajibika nayo ya kuhakikisha kwamba tunawatumikia wananchi na kuwa sehemu ya kuwasemea wananchi. Bajeti hii itafanikiwa utekelezaji wake kama tutakuwa na makusanyo ya kutosha. Yote haya tuliyokuwa tunavutana yanahitaji fedha. Mkurugenzi amesema kama fedha ipo, maana yake pengine hata kikao kingelikuwa ni kifupi sana. Kwa hiyo mimi nikuombe mkurugenzi, na timu yako mkaelekeze nguvu kubwa kwenye ukusanyaji wa mapato, lakini zaidi ya yote endeleeni kuja na ubunifu wa vyanzo vipya vya mapato ambavyo si tu kwamba vitachagiza maendeleo, lakini pia vitaonyesha ufanisi mkubwa katika kazi ambazo kwa mwaka wa fedha ishirini ishirini na sita ishirini na saba tunaweza kwenda. Bongo Play TV.